Karibu Yula Nzale anasaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Serikali sasa inasema maandamano ya jenzia hapo jana yalikuwa majaribio ya, majaribi ya kuipindua serikali. Waziri wa usalama wa Kitaifa Kipchumba Murkomen akisema baadhi ya wanasiasa walifadhili maandamano hayo katika juhudi za kuondoa serikali ya Rais Ruto mamlakani. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, serikali imeshikilia kwamba maandamano hayo yalifadhiliwa na kuchochewa kisiasa. Matukio ya Jumatano katika maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja wa maandamano ya Gen Z yaliilazimisha serikali kuwa na kikao cha dharura cha usalama kutathmini matukio ya maandamano hayo. Alhamisi waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akisema maandamano hayo yalikuwa ya kujaribu kuing'atua serikali mamlakani kinyume cha sheria. They are are able to foil an attempted coup. coup It is now clear the coup plotters are not sleeping. Murkomen akisema baadhi ya wanasiasa wa upinzani walihusika kupanga njama hiyo. This was not just violence. It was an orchestrated campaign of terror, an assault on our people, our constitution, our institutions, our values, and the very soul of this republic. Serikali ikisema wanasiasa hao waliwafadhili waandamanaji wengi waliotokea katika barabara ya Thika kuingia mjini Nairobi. Uh, uh, Waziri huyo wa usalama sasa akisema watawakabili wapangaji hao wa maandamano kikamilifu. Make no mistake. We will come for you and we will come hard. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyezungumza katika kaunti ya Makwini na Machakos pia akisema serikali haitaruhusu maandamano hayo ya fujo kurejea tena katika siku za usoni. The government. Nini? Zaidi ya watu 11 waliaga dunia katika maandamano hayo Jumatano. Zaidi ya watu 400 wakijeruhiwa na joto la kuadhimisha mwaka mmoja wa maandamano ya Gen Z linapoendelea kushuka, serikali inashikilia kwamba mpango huo wote wa maandamano ulikuwa jaribio la kupindua serikali. Serikali sasa ikisema ya kwamba itawakamata wote wa waliohusika na kuwafikisha mahakamani. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Nairobi.